ITV imeshuhudia juhudi za wananchi wakishirikiana na wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Morogoro wakiondoa mchanga uliojaa barabarani, ambapo wakizungumza wakati wa zoezi hilo likiendelea, baadhi ya wananchi wamesema ni vyema serikali ikachukua hatua kwa wananchi wanaolima na kufuga milimani, hali inayosababisha mmomonyoko wa ardhi, ili kuzuia athari zinazoweza kutokea. Tatizo ni kwamba haya maji huko yanaanza kunyesha, baada ya kuanza kunyesha baada ya kuanza kunyesha hii mvua, maji yakaanza kukata barabara, ukatiza barabara, basi magari yakawa yanakwama. Baada ya kuwa yanakwama, tukaona wananchi kama wananchi, tukawa tuwatolee msaada wenzetu. Mvua imeleta udongo, maji, mchanga ukawa uka uka umejazana nani barabarani, basi ndo wakaa wanaondoa huo udongo. Hali hii ya maji yanasababishwa maji yanatoka milimani, ndio mpaka anafika huku barabarani. Sasa hapa tulikuwa tunaomba umweke kidereva ndio maji yasiingie barabarani. Kama mimi sasa hivi mvua inaponyesha maji yote yanaingia nyumbani kwangu kila siku. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha uhandisi kutoka wakala wa barabara TANROD mkoa wa Morogoro Mhandisi Godwin Andaluise akizungumza kwenye tukio hilo, amepongeza wa wananchi kwa ushirikiano waliouonyesha, huku akitaka serikali ifanye jitihada za haraka kuhamisha wananchi wanaoishi milimani kwani wamekuwa wakiharibu mazingira na kusababisha athari za mmomonyoko wa udongo. Kinacho haribu barabara kwa upande huu ni mazingira kuharibika kwa kiasi kikubwa sana, na binadamu ndiye aliyeharibu mazingira haya. Ukiangalia kilimo mpaka kule milimani kabisa, kilimo kinafanyika. Naye mkuu wa mkoa wa Morogoro Bwana Joeli Bendera akizungumzia tukio hilo amesema kuwa serikali ya mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na wakala wa barabara TANROADS wamejitahidi kurudisha mawasiliano baada ya magari mengi kukwama kwa muda mrefu, ingawa kuna juhudi zaidi zinafanywa kuelimisha wananchi wanaoishi milimani kupanda miti ili kuzuia athari za kuvunjika kwa mawasiliano ya barabara kutokana na mmomonyoko wa udongo. Hali mbaya zaidi kiasi ambacho magari mengi yakuwa yameshindwa kupita, sababishwa na wananchi kulima kule juu. E, kama unavyoona pale, watu wanalima sana kwenye mlima ule na maeneo yale, nadhani itabidi nizungumze na DC e, tuone na serikali za vijiji katika maeneo husika yale eneo lile sasa, kwa sababu ni kila mwaka. Nimeuliza watu wananiambia mkoa mkoa, hili ni kila mwaka, lazima itokee. Kwa hiyo wananchi pale wakubali, kwa nia nzuri tu wakubali kwamba Ule mkondo ule pale. Sasa wangeacha pale. Kutoka Morogoro, Devota Minja, ITV.